Nimetaka mdibitishe kwamba mnapokaa hapa, tumeketi kama kikundi, sio kwamba tumeanza safari. Asante sana. Mtoto anapozaliwa sio mama wanafurahi. Vyama vingi vinakosa kunawiri ama vinafifia na kusambaratika, ni uaminifu jamani. Napata vyama vinaanza kazi ama vinaanza kufanya mikutano, baadaye unapata imesambaratika. Kwa sababu gani? Watu wanakosa uaminifu na pia uh, ile ufisadi unaingia. Ufisadi ukiingia kila mahali hali inakuwa mbaya. Na sisi kama Shabiki Sacco tunafanya ile inaitwa kuwahamasisha kwanza wananchi na wa vikundi, tunawatafutia wataalamu ambao wanaweka sawa kuhusiana na mambo ya tebo banki, kuelewa sheria za Sacco. So that wakati wanakopa pesa au wanakopa na wanarudisha walio nainaofta <coughs> chochote tafadhali, tujiunge kwenye vikundi, maanake hata serikali haiwezi kupatia pesa wewe mtu binafsi. Tunapea watu, wanapewa pesa kupitia ile vikundi. Kuna pesa kama grant zinapewa kupitia serikali, lakini hautapewa mtu mmoja. Lakini mkiwa katika kikundi, kikundi kinaendelea vizuri, mnaweka record zenu vizuri, bila shaka mnapata nafasi ya kunufaika na miradi mingi ama na fedha nyingi kutoka kwa taasisi mbalimbali za serikali na hata za kijamii. Ni kwa waziri wa mm, vyama vya ushirika na fedha ndogondogo kwa Kenya, na Bwana Oparanya na pia katibu Susan Mangeni. Fedha hizi zinafaa hawa kina mama vijana hapa nyanjani, lakini utapata hizi fedha kufika hapa nyanjani ni changamoto kidogo utapata wanasema pesa iko serikali imetenga pesa, lakini utapata wanabesi kwa zile vikundi ambao viko pengine mijini, lakini hapa kwenye ground utapata kuna kina mama wamekuja pamoja, wanafanya vitu zao kidogo kidogo, merry go round, lakini hawana capital. Ningeomba kuwateremsha hizo pesa hapa chini. Na changamoto ambazo zinafanya vyama vingi hapa Busia ama hapa Nambale haviendelei ni transparency and accountability. Katika hiyo vyama tutapata uongozi pengine hawana, uh, hawana ule uhakika ama hawajielewi ambacho wanafanya katika huo uongozi wa, wa CBO ama vyama ambavyo wanaongoza katika eneo hili. Jambo la pili pia ni kukosa mwelekeo kutoka kwa viongozi ambao wapo kwa sasa. Viongozi wapo kwa sasa, wanafaa waelekeze hii vyama na kuwapatia mwelekeo jinsi vile wanaweza pata hela kutoka kwa national government kutoka kwa, kwa county pia vilevile vile, kutoka kwa ofisi ya, ya, ya, ya MCA wakiingilia, wanaweza elekeza hii vyama kwa njia mwafaka sana. Nafikiri ili kuendeleza vikundi zisiwe za briefcase, kwanza ni kuhakikisha kwamba vikundi ziko na members na hizi vikundi ziko na uongozi ambao ni thabiti. Vikundi mingi zinakufa kwa sababu ya kukosa uongozi unaoaminika, so sisi kama shirika tunachunga vikundi kuhakikisha kwamba ziko na members na ziko na uongozi ambao unadhibitishwa na pia uongozi ambao ni uaminifu, so that maswala ya pesa yasilete shida kwa vikundi, kwa sababu hicho ndio chanzo cha vikundi kuangamia pesa zinawekwa kwa vikundi na unagundua ya kwamba watu wawili watatu wanachukua pesa na wanaenda, wale wengi wanabaki wakilia na hawana mwelekeo ya vile ambavyo watasaidia hizo vikundi. Kundi kunawiri lazima kwanza warejest, na tunataka pia empowerment kutoka kwa serikali bila kuletea wa pesa vikundi vyetu hapa Western, azinairi kwa sababu gani? Tuna lack of capital, hatuna pesa ya kujisaidia. Wakisaidia wafanye maendeleo yao, vikundi zitakuwa kinawiri. E, pia tena itanawiri kama viongozi wameshikamana pamoja na wale wako juu. Naomba sana serikali ya serikali kuu wasaidie pia serikali ya chini hapa, because pesa inatoka chini kuna penye inapotelea katikati, ikifuatilia hiyo pesa ifike kwa vikundi, vikundi itanawiri na itaendelea. Wasiliano sana sana, unapata inakuwa ni changamoto, manake members wetu wengine, kwa sababu kulingana na hali ya kimaisha, unapata mtu labda hana eh, zile gadget ama rununu za kuweza kuwasiliana naye. Sasa wakati unamhitaji, unapata kwamba kuna ugumu saa zingine kumufikia. Pili, kwa sababu uchumi wetu ni mbaya na hali yetu ya maisha iko duni. E, ina, ina, tunapata changamoto kwamba tunapotaka labda kufanya kitu ambacho kinahitaji fedha mara mingi itachukua muda kwa sababu unapeana lazima utapeana hawa members nafasi aweze kuji e, kujipapasa papasa hapa na pale ili ahakikishe kwamba pia yeye anatimiza ile labda matoleo ambayo nyinyi kama kikundi ama klasta mumehitaji wa, waweze kuchangia ili kupitiza swala fulani. Tulipoanzisha tulikubaliana, ni lazima uongozi utakuwa ni wawazi na utahusisha kila mwanachama iwapo mwanachama atataka habari yeyote kutoka kwa kikundi ama habari yeyote kutoka kwa ofisi ya uongozi ambayo inahusu kikundi ni lazima tumuelezee na aonekane kwamba anahusishwa kwa kila kitengo. Hii cycle of joy, sisi tulionelea kwamba tunataka uwazi, ndio ndipo tukakuja tukaunda hii group ambayo ni huduma kwa usawa, ambapo inalanjiwa leo officially tunaomba Mungu kwamba e, wale watu ambao wanasimamia hiyo kikundi wakuwe na mioyo misafi na waogepe Mungu pia wakifanya kazi zao. Na sisi tunataka kusaidiana kwa upande wa maendeleo. Hata kama ni mtu amelemewa upande wa afisi, maybe mtu amelemewa, hana kiti, tunaweza tukajiunga na tukampa. Sisi tunataka kuona kwamba maendeleo ambayo tunafanya ionekane kwa uwazi na ionekane kwa macho, kama ni maendeleo ya kuleta kitu kama gari, kama maendeleo maybe ya kununua plot tujenge manyumba. Hiyo ndio maendeleo yenye sisi tunataka kuchangiana, maybe vitu kama mbuzi, kama nguruwe, sisi tufuke kama wakulima au tufuke kuku. Tuko na maendeleo katika kilabu yetu ya Kanan, maendeleo ya kujenga kwa kila mmoja, tuna mwangiag elfu moja ili tujenge manyumba kwa sababu kuna watu wengine hawana manyumba na tunahitaji nyumba, ndio maana tuko kwa hiyo, kwa hiyo kikundi ya Salamu kilabu ya Canaan, na tunainuana kwa kila mwezi, tunajengea watu tatu manyumba. Sasa hivi tumejengea watu sita na tena tunatarajia watu tatu tujengee. Mwisho wa kumi zinafaa kitu yenye mimi nataka kusema hivi, kwa hizo vikundi, kuna vikundi zingine cha lady ama tresera wanaweza kusemezana kando ama nyuma ya tent, alafu wanamalizana yao. Hiyo ndio inafanya vikundi kuanguka sana sana, viongozi. Na mara hii tutaki mambo ya nyuma ya tent, tunataka kila kitu kuwe. Mimi naomba kina mama hivi, kitu ya kwanza tujiunge, tukue pamoja, tufanyie pamoja kitu ambayo. Nawaomba hao wa mama tuweke akili ya kusema tuzungushe hata mergo hapo katikati ya hii huduma, kwa sababu tusipoweka nini kujenga yani maendeleo katikati ya huduma, tuongeze huduma hukuwa na nguvu, hatutaweza siri kiongoza na Waparanya. Mimi nawapongeza sana na nawahimiza waingie huko vichakani, manake vikundi vingi viko biku huko ndani havina mwangaza, wakiweza kutuma wa wale wadogo wao, najua wao wako juu, waingie huko kwa vichaka waweze kukuza hivi kundi, walete mafunzo. Nafikiria maisha yetu itabadilika.